Jamani, mimi niwaambieni tu kweli mm. Kuna mdada anaitwa Kidawa hapa mtaani, jamani, karibu akili yangu nimechanganya. <coughs> yaani <coughs> so, wow. Mimi huyo nikikutana naye yani, hata ningepata mtu tu aempeleke ujumbe wangu kuwa nampenda, ingekuwa mm. vizuri <coughs> ujumbe wako na mtenda kwa maana, wewe huwezi kumwambia? Au bwana boss, wewe sio? Siwezi kumwambia, mimi nikikutana naye face to face namwambia, lakini sasa nikipata na mtu kae mwingine anaweza kaongezea maneno, itakuwa vigumu. Lakini mimi nikikutana naye yani, nimeona na ile kidume yani fresh. Niambie bwana, haya sasa, ujumbe wangu ndio ngoja hapo hivi.

Mwanewetuambao umetuilisha babu mwanamke atunguzi mbili za wanaume wengi. Jamani, mimi niwambieni kuna mdada anaitwa Kidawa hapa mtaani. Jamani, karibu akili yangu nimechanganya ni mimi huyo nikikutana naye Yaani hata ningepata mtu tu ampeleke ujumbe wangu kwa nampenda yeah. Ingekuwa vizuri. Ujumbe <laughs> wako so, na mtenda kwa maana wewe huwezi kumwambia, siwezi kumwambia. Mimi nikikutana naye namwambia ni lakini sasa, nikipata na mtu tayari mwingine anaweza kaongezea maneno itakuwa vizuri kutana naye yani, nimeonana ile kidume.